Allahuma kfir yani, li ldhunuba alati tughayiru niamu, yaani ewe Mola ni samehe madhambi au nigufirie madhambi ambazo kwamba zinabadilisha neema zinaghairisha neema. Tukaangalia katika kikao kilichopita tuliona na baadhi ya mambo ambazo kwamba zinabadilisha neema, lakini katika kikao hiki tutaweza kutaja mbili katika vitu ambavyo kwamba vinabadilisha neema. Kitu cha tatu ambacho kwamba inshallah itakuwa ndo kikao hiki ni nabdhul ihsan, yani ni kuacha ni, ni kuacha kufanya ihsan kwa watu Taban tunajua maana ya ihsan ni kuwafanyia mema watu, ndo kufanya ihsani ni kuwafanyia mema watu katika hali yote ile, yani mema ambayo kwamba inatabirika kisheria, sio neema ya maasi alafu usemeni neema la, haiwezi kuwa hivyo. Ni kama kuna wakati mmoja, kuna bwana alikuwa anauliza kwamba je Uh, vipi mimi nitakapoiba alafu katika hizo hela pesa ambazo kwamba au mali ambayo kwamba nimeiba niwe ni, meiba, ni mwenye kuitolea sadaka kwa ajili kutoa sadaka. Ni neema yani ni afan ihsan na ni mema, lakini katika kuiba ni, ni machafu. Sasa je, nikitoa sadaka kwa hizi mali ambazo kwamba mimi nimeibia, je itasafisha lakini asili ni kwamba hiyo si ihsan wala sio sio kheri, kwa ajili asili ya mali ambayo kwamba umeiba ni haram, ni mali ya wizi. Sasa wizi haiwezi badilika kuwa ni la wizi, tabaki kuwa ni wizi, na kila kitu ambacho kwamba itakuwa inaambatana na wizi haikuna vile siku itakapo itakuwa ni yenye kubadilika. Kwa hivyo kufanya neema, kufanya ihsan

Wa anfiqu fi sabilillah, tuweni kwa njia Allah subhanahu wa ta'ala, wala tulqu tulku biaidikum ila tahluka. Kisha Mwenyezi Mungu anamalizia ki anasema kwamba waahsinu, na mfanye mema, inna Allah yuhibbul muhsinin, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapenda wanaofanya mema. Sasa tutakaporudi katika vitu ambapo kwamba vitu tunahusiwa kufanya mema, mathalan tutaangalia leo katika kipande kidogo ambacho kwamba Mtume salallahu alihi wa alihi wasallam mwanzo wa Uislamu amekuwa ni mwenye kutusia kitu muhimu sana katika jamii inauma, mandugu zangu Waislamu, kwamba leo katika jamii vitu ambavyo kwamba tumevifungia macho ni kuwatupilia mbali vijana ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia unwani ya kuwa ni mayatima, ambacho kwamba ni kitu muhimu sana. Ewe ndugu yangu Muislam, lau utakapokutana na yatima, hata kama hali yako itakuwa vipi, mchukue ile yatima, keti naye, mchukue yule yatima, keti naye, msomeshe. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakulipa. Allah ndiye ambaye kwamba atakulipa, na jaza yake ni kubwa. Lakini leo katika jamii tunapata kwamba mayatima ni wengi, na hakuna watu ambao kwamba wanawashughulikia, yani ni wachache wa, wachache kwa, yani ni eh, percentage kidogo sana katika mia, yani tutapata kwamba ni 2% ndio ambao kwamba wanaangaliwa, hao wengine hakuna. Kwa hivyo ni wasia wangu ndugu zangu Waislamu kwamba hawa mayatima tuwaangalieni, ambao kwamba wako mitaani. Sasa kando na hawa mayatima, hata vijana kawaida ambao kwamba hawajiwezi tujaribuni sana kuwaangalia, tujaribuni sana tena sana. Ndo mema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ametuwekea mbele yetu ambayo itakuwa ni yenye kutufikisha kwengine.

au hata kama sio mwislam hajat akhihi wa kwanza ambaye kwamba atakadimishwa ni mwislam. Anasema kaannama, ni kama saa atakuwa ni mwenye kufanya nini? Sa'i, yani kutembea baina safa wal marwa, yani kutembea baina ya safa na marwa wakati ambapo kwamba menda kuhiji. Sasa huyu ni yule ambaye kwamba anakidhi haja ya ndugu yake muislam. Kwa hivyo ndugu zangu

Fihi yatim, ni nyumba ambayo kwamba ndani yake kuna yatima. Yatima anaishi katika nyumba ile. Yuhsanu ilehi, anakuwa ni mwenye kufanyiwa ihsan, anapendwa, anapendwa, anapendwa, anafanyiwa ihsani hata kuliko wale wengine. Mtume aasha yatima, Mtume aliishi kama yatima, alizaliwa yatima kwa ajili baba yake Ee, baba yake ambaye kwamba ni Abdullah alifariki kabla, kama mtume bado yuko tumboni, lakini hebu angalia fadhila ambayo kwamba aliyemnyonyesha ali mtume na kumlea, kumbani, na kumlea ambaye kwamba alimefikia daraja gani? Na huyu ni mtume. Sasa je, mtu wa kawaida tu mtu wa kawaida ambaye kwamba yule mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye kwamba anasema na kutusisitizia mayatima. Kwa hivyo anasema kwamba uh, baitun fihi yatimun yuhsanu, ile nyumba ambayo kwamba ndani yake kuna yatima ambayo kwamba uh, anafanywa mema, na anasema washarun fihi, na nyumba mbaya zaidi ni nyumba gani? Ni nyumba ambayo kwamba yatima yusau ilehi. Allahu akbar! Ni nyumba ambayo kwamba yatima anafanyiwa zarau anafanyiwa madharau anakebehiwa anakejeliwa anafanyiwa vitu kama vile alafu, nukta ya mwisho ambayo tutamalizia ni tarku shukuri, ni kuacha kushukuru, ni vitu ambavyo kwamba vinaghairisha neema, kuacha kumshukuru Allah subhanahu wataala. Ndugu yangu, je, kuna siku ambayo kwamba wewe umejiuliza na umejaribu kujirudia ya nafsi yako, si kuwa kwamba hey, kwamba mtu atakapokuuliza useme ndio, mimi wanamshukuru Mwenyezi Mungu. La, lakini kuna ile kushukuru, haki ya kushukuru. Inshallah tutachukua wakati mmoja, tutachukua hiyo mada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, ushawahi ndugu yangu Muislam kumshukuru Allah, kumwambia Mwenyezi Mungu, mimi nakushukuru kwa hiki, mimi nakushukuru kwa hiki, umenifanyia hiki, umenifanyia kile umenifanyia kile, wewe mwenyewe na Mola wako. Si wewe mwenyewe tu kusema alhamdulillah na inaisha, lakini ukiangalia matendo yako mwenyewe haina la, ni kukumbuka kila kitu ambacho kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekufanyia, na kuiwekea matendo, na kuiwekea katika utendaji kazi, unaifanyia kazi ile shukuri yako tume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie, min alladhina al yastaminu alqawla al